Nitakuelekeza jinsi ya kuomba kuletewa bidhaa hii na uilipie baada ya kuwa umeshaipokea. Kwa mfano, hapa tuko kwenye product page na bidhaa yetu ni fridge, inaitwa Snow Sea fridge lita mia mbili sitini, mbele na kio. Hii ni lita namba ya bidhaa na hii ndio bidhaa yetu. Unaweza kubonyeza hapa kubadilisha picha. Sasa ukishuka chini hapa utakuta, utakutana na bidhaa kama hiyo, hiyo ziko nyingi. Kwa mfano kama hapa ungekuta kuna TV, basi ungeshuka chini ungekutana na TV nyingine nyingi zaidi. Sasa huko hapa upande wa product page na unahitaji kuomba bidhaa hii uletewe, alafu ndo ilipie. Kwa mfano huko mkazi wa Da, huko labda Gongo la Mboto, Umbezi, na unahitaji bidhaa hii alafu ukishaipokea na utailipia. Kuna button hapa inaitwa uh, lipia ukishapokea. Utaibonyeza hii button hapa. Ukibonyeza hii button ya lipia ukishapokea, na bonyeza kama ifuatavyo.

Kama tayari akaunti unayo basi usifungue mpya, kwa sababu taarifa zako zote, miamala uliokuwa unafanya kila kitu kipo kwenye ile akaunti ya zamani. Kwa nini? Nachotakiwa kufanya ni kuingia kwenye ile akaunti yako ya zamani, ukumbuke jina lako la kwanza na la pili pamoja na neno la siri ambalo ulikuwa unatumia kama umevisahau vitu vya muhimu au jina lako pamoja na namba ya siri, basi wasiliana nasi, tutakurudishia hivyo vitu vyako, tutakusaidia uweze kurudi kwenye akaunti yako. Vinginevyo ukifungua akaunti nyingine wakati unayo ya zamani, hii itakuja mpya, haitakuwa na salio, haitakuwa na chochote ambacho umekifanya nyuma, so utakuwa umepoteza akaunti. Kwa hiyo make sure kwamba una log in hapa, uh, kwa akaunti ambayo unao. Sisi tunatumia akaunti inaitwa Jemima John, kwa hiyo utalogin Jemima John. Uh, neno la siri ni la siri na hamna mtu anatakiwa kulijua so tuta log in hapa. Kwa hiyo tayari tushaingia kwenye account ya Jemima John. Umeona, baada ya kuingia tu kwenye account ya Jemima John tumekuta Jemima John ana salio hili hapa na imemtaja jina hapa Jemima John. So hapa tumesha log in. Umeona kwa sababu tulikuwa kwenye hii bidhaa hapa. Baada kwa tume log in, sisi bonyeza hapa, lipia, lipia ukishapokea hapa. Umeona sasa hivi inafunguka na tuleta hapa Maumbia, so, get back here, uh, hapa, uh, hapa, kwenye upande wa maombi ya malipo baada ya ya kwenye baada ya kupokea. Hapa kwenye page tuna kila kitu hapa, jina la bidhaa, namba ya bidhaa ni hii hapa. Bei uh, ya bidhaa ni hapa umeshaona tayari. Nao hapa utajaza taarifa zifuatazo. Ah, utajaza majina ya mmiliki ambapo hii itaandikwa pia kwenye waranti. Majina ya mmiliki. Huyu mmiliki anaitwa nani? Tuseme huyu mmiliki anaitwa ah, Rajabu Juma. Unaweza usiyo wewe ukamwodea mtu mwingine lakini akaunti ni ya kwako. Akaunti ni ya Jemima John lakini anaomba kwa sababu ya, ya Rajabu Juma au anaweza kaomba yeye mwenyewe. So, huyu mtu anaitwa Rajabu ambaye anaitaka anaitwa Rajabu Juma namba yake ya simu labda ni sifuri saba sitini mia sita mia nne Hii namba ya mpokeaji, hii namba ndo watapigiwa simu kuulizwa uko sehemu gani, tukulete hiyo fridge. So make sure kwamba hii namba inapatikana muda wote, isizimike hii, kwa sababu mtu dereva bodaboda au dereva gari atakikuletea, akishindwa kukupata basi atashindwa kukupata. So make sure kwamba namba inapatikana muda wote. Eneo la kupokelea, uko sehemu gani? Labda wewe huko Mbezi makabe unaona eh, lazima uandike hapa Makabe labda stendi, make sure kwamba unaandika vizuri ionekane, ieleweke, huko mbezi. Sio unaandika tu mbezi. Sasa Mbezi ni sehemu gani, tuweze kujua mbezi ipi? Kwa hiyo make sure kwamba umeandika Mbezi Makabe stendi au labda Ubungo, Riverside. Ubungo, Riverside. Tujue kabisa kwamba wewe uko eneo lipi. Na taarifa nyingine hapa unaweza ukaandika au usiandike, kama unazo. Mfano, unaweza ukamwambia aje na stendi stendi ya TV unampa deliver, au labda unaweza ukasema aje, labda awahi kabla ya saa sita mchana nona. Basi tunatuma hapa, tuna imekuandikia ombi limepokelewa. Givenall.com tupokea ombi lako tutakuletea bidhaa haraka iwezekanavyo. Kiboeza sawa, tutakuelekeza kwenye akaunti yako kurasa maombi ya Tunabonyeza sawa. Hapa toka tumeingia kwenye akaunti yetu kulasa ya malipo baada ya kupokea. Hii sehemu inapatikana hapo. Ukibonyeza hapa utaona kila sehemu. Hapa tukibonyeza hapa turudi nyumbani, turudi home. Kwanza tuko hapa home. Je, pale ni wapi tulipokuwa mwanzo? Unaweza kubonyeza hii button ya kurudi nyuma. Hii ni navigation button ya kurudi nyuma. Tukibonyeza hii, tutarudi nyuma kwenye eneo la malipo baada ya kupokea, tukibonyeza na hapa tutarudi tulipokuwa ambapo ni, e, kwenye hii page tukija hapa tutarudi home. Sasa tunaenda kule kwenye malipo ya baada ya kupokea. Tunaenda ni wapi? Unabonyeza sehemu imeandikwa akaunti yako hapa. Ukifika hapa, landing page ya kwanza utakayoingia hapa ni dashboard. Hii ni page kwa ajili ya takwimu. Wewe njoo kwenye hizi sehemu tatu hapo. Ukibonyeza hapa, tafuta unachokitaji hapo. Sisi tunataka sehemu imeandikwa malipo baada ya kupokea. Ukibonyeza hapa utaona haya malipo ambayo tumeyaomba sasa hivi, friji letu hili hapa. So ni rahisi sana. Njoo back home, pia unaweza kuingia kwenye products page kama hii. Alafu njoo pia kwenye akaunti hapa. Bonyeza hapa, utakuja kwenye akaunti yako upande wa dashboard. Njoo hapa, alafu njoo malipo baada ya kupokea, hii hapa. Utarudi pia hapa utakuta malipo yako ambayo umeomba baada ya kupokea. Sasa hapa tumeomba hii jina, fridge, hiyo ni friji na bei yake ni hii hapa. Lakini majina ya mmiliki tuliandika Rajabu Juma, yuko Ubungo Riverside na namba ya kupokelea ni hii. Alafu tukaandika ujumbe kwamba awe kabla ya saa saba. Lakini tunaweza kubadili taarifa. Tunaweza kubadili taarifa kwenye warranty tumeshabadilisha, mbona imeandika tena Rajabu Juma Mpogo. Tukasave, tumebadilisha tena taarifa. Hizi taarifa zimebadilika, unaona namba ya simu hiyo ibaki tu hiyo. Uh, unaweza kagaidi kuletewa kama utaki iletwe umegaidi, au wewe mwenyewe umeshindwa na unini, basi bonyeza hapa mbona, itabadilika kwamba umegaidi kuletewa. Lakini pia unaweza kabonyeza tena hapa mbona, nimeandika omba ombi lako linafanywa kazi, kwa hiyo bado hujagaidi. Unaweza kabadili taarifa hapa ukaandika chochote, labda wewe kasema mchana nitakuwa nitakuwa nimeondoka, sawa. Uh, tumebadili taarifa tayari, umeona itakuwa nimeondoka, kwa hiyo taarifa zimebadilishwa. So hivi ndivyo ambavyo unaweza kuomba, unaweza kuomba hata bidhaa nyingine tatu, labda tuombe tu, na hii labda spika. Bonyeza hapa kwenye spika, ndio hapa uh, uh, uh, paipia. Ukisha ukishapokea bonyeza hapa, andika majina ya miliki uh, uh, Mustafa, Mustafa Juma namba eh, uh, ya simu ya mpokeaji ni 0760 600 eh, namba ya simu ya mpokeaji eneo, la kupokelea, huyu yuko Mbezi Luis Stendi. Eh, taarifa nyingine hakuna, tutume tayari. Ukija hapa pia utaikuta hii pia product hii. unaweza kaomba pia product mbili au tatu na ukaombea watu wengine au ukajiombea wewe mwenyewe Jemima John, kama unatumia akaunti yako hiyo hiyo. So hapa ndipo ambapo unaweza kuomba malipo Uh, yaje baada kwa ume. Uh, yaki, ya kuwa ume bidhaa ikishafika ndo utafanya malipo, labda kama una wasiwasi au unachuta au una uko da, lakini hii ni kwa wateja walioko da. Wateja wa mikoani inabidi mlipie na mkishalipa ndo tuwaletea bidhaa. So karibuni sana Givenall.com, tunapatikana njia panda ya mtaa wa Ndanda na Muhonda hapa Kariakoo. So sisi tunafanya biashara, tuko serious, na unachotakiwa kufanya ni kulipa kwenye lipa namba zetu na bidhaa yako itakuja. Karibuni sana.